kundi la wanamgambo wa rsf la sudan limetangaza kuwa limechukua udhibiti kamili wa mji wa el fasher ulio kwenye jimbo la magharibi mwa nchi hiyo la darfur taarifa ya kundi hilo imetolewa jumapili saa kadhaa baada ya kutangaza kuwa linaidhibiti kambi kuu ya jeshi katika mji huo ambao liliuzingira tangu mwezi mei mwaka 2024 angela mdungu na ripoti kamili Taarifa iliyotolewa na kundi la RSF imesema limeutoa mji huo kutoka mikononi mwa mamluki na wanamgambo, likimaanisha jeshi la Sudan ambalo limekuwa likipambana nao tangu mwaka 2023. Mji huo mkubwa ndio wa mwisho ambao haukuwa mikononi mwa RSF huko magharibi mwa Darfur na umekuwa haufikiki kwa urahisi kutokana na mapigano makali. Taasisi inayohusika na kulinda afya na usalama wa watu walioathiriwa na mizozo ya chuo kikuu cha HRL imethibitisha kupitia picha za satellite kuwa wanamgambo wa RSF walisonga mbele kwenye mji huo hadi katika kambi kubwa ya jeshi na mapigano makali yaliyotokea. Video zilizochapishwa Jumapili na wanamgambo hao zimewaonesha wapiganaji wakisherehekea kando kando ya bango lililoandikwa kikosi cha sita, wakati picha nyingi za video zilionyesha makundi ya watu wakishangilia. Sambamba na no wapiganaji wa RSF. Wakati kukiwa na mapambano makali, shirika la kitabibu la Sudan Doctor Network limesema vikosi vya kundi hilo vimewaua makumi ya watu na kuharibu vituo vya afya jana Jumapili, baada ya taarifa za kutwaliwa kwa mji wa El Fasher. Gavana wa Darfur mwenye mafungamano na jeshi la Sudan Minni Minawi ametoa wito wa kuhakikishiwa ulinzi kwa raia, muda mfupi baada ya wanamgambo kudai kuwa wameudhibiti mji huo. Amedai pia ufanyike uchunguzi huru kuhusu kiukwaji na mauaji ya kimbari yaliyofanywa kwa kificho na makundi ya wanamgambo ambao wamekuwa kwenye mapambano makali na jeshi tangu Aprili mwaka elfu mbili ishirini na tatu. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameonya kuhusu kuendelea kuchochewa kwa mapigano katika mji wa El Fasher na kuongeza kwamba hali inayoshuhudiwa Sudan haivumiliki. Naye ofisi ya uratibu wa misaada ya kiutu ya Umoja wa Mataifa, OCHA, imeripoti kuwa maelfu ya watu wamekwama katika eneo lenye machafuko la El Fasher, huku wakikabiliwa na njaa bila huduma za afya, chakula na hawana usalama zaidi. Mratibu wa ofisi hiyo ya Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema ameshtushwa na kiwango kikubwa cha majeruhi na raia waliolazimika kuyahama makazi yao. Ametoa wito wa kusitishwa haraka kwa mapigano na kuruhusu njia salama ili watu wapate msaada.